za dhati kwa niaba ya uongozi wa Alzam Community Center. Washukuru sana uh, Mo Foundation. Washukuru sana wana Simba lakini pia nimshukuru sana msemaji wa Simba wana Ahmed Ali kwa ile ambayo alizungumza hapa. Nia na makusudio kabisa ni kutoka radhi ya Mwenyezi Mungu. Katika mchezo wa siku ya Jumapili tutafanya dua kubwa zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunashukuru kwa kile mchamekeleta, si kidogo, ni kikubwa sana. Kinasaidia kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia ni waombe muwe, uh, muwe watu ambao wenye kuweka fikra sana mbele ya Mwenyezi Mungu, mm -hmm. Sawa? mm -hmm. Kwa umoja, maana together as one, si ndio? mm -hmm. Umoja ni nguvu na kule amalu bi niati. mm -hmm. Kwa nguvu ya sadaka hizi, na Mwenyezi Mungu atasema kwamba ameandaa sadaka kwa watu yatima, wajane na masikini na mafukana na wagonjwa. Hatu mwacha patupu. Tunaamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, siku ya Jumapili, sawa, katika mm. mchezo wa Simba kutapatikana ushindi mkubwa sana Amen. Sana ushindi utapatikana, na pia mtakumbuka hii kauli ambayo tunaizungumza leo hii sawa, mm. lakini pia ushindi utakuwa zaidi ya vita vya Badr, Uhud na Hunaini mm. Wapinzani wataloa, wapinzani watalegea, wapinzani watatepeta, mm. wapinzani, watatepeta. Mm. wataishiwa